Jambo ikilia basi ujue kuna jambo. Bila shaka, mtazamaji, basi ikiwa ni wiki nyingine, ni siku ya Ijumaa, ni tarehe 11 ikiwa ni Dhulqadha, ni mwaka 1446 bila shaka ikiwa ni katika kalenda ya Kiislamu kwa ndugu zetu wa Islamu popote mulipo, asalamu as aleikum mimi nafahamika kama Jonathan Mwanzia Shanjari, tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2025. Hujambo mtazamaji, karibu ndani ya taswira ya wiki. Nafahamika kama Diana Faith Isabella. Bila shaka uh, kama alivyotaja mwenzangu Diana Isabella, tukisema ni taswira ya wiki, ni mkusanyiko wa habari zetu ambazo ziligonga vichwa vya habari wiki hii, lakini kuna video moja ambayo imesambaa katika mitandao ya kijamii na ina mafungamano mazima na wazee wa kaya na mtazamaji. Tukitoka katika kaunti ya Kwale tuingie katika kaunti ya Mombasa ambapo zaidi ya magari elfu saba yamerundikana katika bandari ya Mombasa kufikia leo, hali inayozua wasiwasi miongoni mwa mawakala wa forodha na wafanyabiashara wa magari nchini kwa mujibu wa chama cha mawakala wa forodha KIFWA, ucheleweshaji wa upakuaji na vile vile utoaji wa magari hayo unatokana na mabadiliko ya kanuni za ushuru, ukaguzi mkali wa magari yanayoingia nchini, pamoja na ukosefu wa maafisa wa kuweza kushughulikia idadi hiyo kubwa. Mwenyekiti wa KIFWA Roy Mwanti amesema kuwa baadhi ya magari yamekuwa yakisubiriwa kwa zaidi ya wiki mbili, jambo linalowapa hasara kubwa wafanyabiashara, hasa wale wanaosafirisha magari kwenda nchi jirani kama Uganda, Rwanda na Sudan Kusini. Aidha, mawakala wameitaka serikali kupitia mamlaka ya bandari KPA na shirika la ukaguzi wa bidhaa KEBS kuharakisha mchakato wa ukaguzi na utoaji wa magari. Kwa sasa bandari ya Mombasa inakabiliwa na changamoto ya kuongezeka kwa mizigo, huku miundombinu ya kushughulikia shehena hiyo ikiwa haijaongezwa kwa muda mrefu. Na customer alimuuzia gari until now hajapata plate number. There is another one nilimuuzia on January. He wants a log book. So kumekuwa na changamoto the So unakuta ya kwamba uwezi kuallocate even gari a whole day, alafu kumsuggestia aende na KD, unakuta hiyo KD anachajiwa, it is not for free, inabidi has to hire the KD. Uh, the government have not paid the supplier so the supplier cannot print the logbooks cannot print the number plates at Rwaraka mtazamaji tunatoka bandarini na hivi sasa tuangazie habari ambazo zina mafungamano na sisi wanahabari na vyombo vya habari ambapo ni baraza la vyombo vya habari nchini limeweza kuwahimiza wanahabari kuweza kukumbatia teknolojia ya mnemba maarufu kama AI ama Artificial Intelligence katika kazi zao. Murin Mudi ambaye ni mshirikishi mkuu wa baraza hilo kanda ya pwani anaelezea. It is up to us as journalists in the profession it is up to us as media people in the profession to check how to enhance our skills using AI first of all you must ensure must, must or is it shall tutumie shall or must. shall ni kama ni sheria so to wacha tutumie must. you must ensure yakuwa you understand the ethical issues behind using AI Because as it is uh, Media Council of Kenya we had a task force come up with uh, regulations on the use of AI in the media and in the newsrooms eh? Because we realize kuna mambo mengi ya AI inaendelea. Unapata mwandishi ameenda hana time, sasa yeye mwakera shamuharakisha kama editor chasa amemuharakisha kama editor hana time yako ya fanya hiyo story ana type tu kitu fulani hapo, ana copy and paste, anatuma ashajirahisishia kazi so that is what we want to discourage kwa sababu in as much as ai is there you should also be able to use your brain you should not be lazy you must be able to activate and uh, look for ways ai can help you in a positive manner because the same same ai by the way inatumwa na ai mwenzake kukonfirm ya kuwa this is ai like watoto ambao wako skuli saa hizi You are very lucky siku zenu mnaweza soma tu raisi raisi na AI na nini and you google siku zetu haikuwa raisi hivyo ilikuwa lazima ukule kitabu vizuri usome uelewe so sasa hizi ukipata you, you, are doing your research and you present that research there is an AI tool that can check it na waseme this is AI and it gives you the percentage itakwambia ni AI 90% or AI 95%, meaning it is not your brain. You've not gone an extra mile to use AI. So let's check on those things and make sure kuwa tunajaribu kama waandishi wa habari. To use our brains as well to be innovative. So first of all we look at the guidelines. If there are existing guidelines on AI, how should we be able to use them? And then again tunaangalia capacity building issues. Tujaribu kujifunza sa hizi mambo ni mengi online. ukienda mtandaoni you can learn a lot of things we just take one hour of, of your time kuliko wende TikTok ama Facebook ama ama, ama Instagram, ama X zaidi ya vile so, nam mtazamaji, sasa tuangazie habari ambazo zina mafungamano mazima na masala ya siasa, ambapo baraza la ushauri kwa Uislamu nchini Kemnak, nayo imekuwa ya hivi punde kukashifu kitendo cha kurushiwa mheshimiwa rais Daktari William Ruto. Huyu hapa mwenyekiti wa baraza hilo Sheikh Juma Ngao akiandamana na maustadhi wengine imesikitishwa na kitendo cha mheshimiwa rais kupiga kiatu. Baraza la ushauri kwa Waislamu nchini Kemnak wakiongozwa na mashehe na maustadhi mbalimbali mbali wengineo wamekashifu hivi punde kitendo cha kurushiwa kiatu rais Daktari William Ruto akiwa katika kaunti ya Migori. Huyu hapa mwenyekiti wa Kemnak Alhaj Sheikh Jumangao. This is bad manners. Tunalani kitendo hicho vikali na tunaomba hata kama maisha ni magumu nchini Kenya, lakini nafasi ya rais cheo cha president ni security ya taifa zima, ni makosa na kama baraza kuu Waislamu la shauri Kenya tunaonya vikali na kulani kitendo hicho cha kukosa adabu la na heshima. Naibu wake Abubakar Amin Al Alawi anakokoteza hoja hiyo. Kwa hivyo tuchungeni sana tunapokuwa tuwaongoza watu, tunapokuwa tunahamasisha watu katika kufanya mambo ya ukosefu wa heshima na ukosefu wa adabu mbele ya jamii. Raisi, sisi kama baraza kuu la ushauri la Waislamu nchini Kenya kwanza tunakupa pole kwa tukio lililokupata na jamii nzima ima yako ambayo unaiongoza familia yako na jamii yako ya ukoo wako na nchi nzima kwa kukosewa kwako, yule aliyefanya kitendo kile kwa jamii nzima. Na sisi kama Waislamu tunalaani kitendo kile, ni kwamba ni ukosefu wa heshima na uvunjifu wa amani vile vile nchini na imani, viongozi wote wa dini katika dini zozote kwa madhehebu yote watalikemea watalike jambo hili, kwa sababu ni ukosefu wa heshima kwa rais aliokosewa, na vilevile vile kwa wananchi waliomchagua rais. Sheikh Juma Ngao ameshauri vijana na wakereketwa mbalimbali wa kisiasa kuheshimu ofisi ya rais na kusubiri wakati mwafaka wa kuchagua kiongozi wanaomtaka. So, si cheo cha kuchezecheza hivi na amekuja mahali rshekya na tunaomba wakati za kisheria kwa sababu hiyo ni makosa, na tunaonya wananchi wengine wasifanye kosa kama hilo. Tunaomba wananchi tuweni na nidhamu, na vijana tuwacheni hamasa. Miaka mitano, kura yako ndio itakomweka Ruto, kura yako ndio itakomtoa Ruto. Jonathan Mwanzia ni kiripotia Alshifaa TV kutoka kaunti ya Mombasa. Tuelekee katika taarifa ambazo ni za tanzia kutoka kaunti ya Kilifi, ambapo watu watatu wamefariki dunia huku mmoja akinusurika majeraha mabaya, ikiwa ni kwenye ajali ya uchimbaji wa madini katika kaunti ndogo ya Malindi, kaunti ya Kilifi. Akizungumza katika mji wa Malindi, naibu kamishna wa kaunti hiyo David Musafa amesema kuwa timbo hiyo ilikuwa imefungwa, lakini wakaazi wa eneo hilo waliendeleza shughuli za uchimbaji licha ya kupigwa marufuku kwa timbo hiyo. Hata hivyo, Musafa amesema kuwa shirika la Msalaba Mwekundu likishirikiana na kitengo cha usimamizi wa maafa Kenya linaendelea kufanya upekuzi wa kutoa miili katika eneo hilo. Kuna timbo ambalo likiporomoka, kuna watu watatu wamepoteza maisha yao, kina mama wawili na mwanaume mmoja kuna mmoja mama mmoja ambaye alinusurika na ametulizwa katika hospitali yetu ya Malindi kupata matibabu. Ya hili timbo uh, nakumbuka vizuri sana mwaka uliopita umefanywa baraza hapa na uh, mmoja wa wale assistant county commissioners wangu wakishirikiana na maofisa wa kaunti, na wakafunga timbo hili, lakini watu wetu najua tu watajificha mpaka wafike pale, lakini timbo hili lilikuwa limefungwa rasmi uh, kulikuwa watu wameambiwa wasifanye shughuli zozote hapa. Mtazamaji, bila shaka ni taarifa ya tanzia. Nataka kuamini Isabella, mm. watoka katika kaunti ya Kilifi na uchimbaji migodi. Nataka kuamini kwamba umekulia kule mm. ni jambo la kawaida, ni katika kitega uchumi chenyu Anataka uh, kuamini kuwa uh, kuna uchimbaji tu wa madini na migodi ni mingi tu. Uh, masaibu yanayotajwa na visa kama hivi inatokea katika sehemu mbalimbali katika kaunti ya Kitui, mahali ambako mimi mwanzia natoka. Visa kama hivi huwa ni uh, kawaida kusikia, kaunti ya Migori, Taita Taveta. Kwa hivyo ni tuwe tu na tahadhari, ikiwa ni katika harakati, nataka kuamini, Isabella, ni katika harakati za kuweza kutafuta kile kipato cha halali, sio? Na mtazamaji, basi tunapata pumziko dogo. Uh, tukirudi tutakuwa tunaangazia yaliyomo katika rubaa za kimataifa sambamba na yaliyomo katika spoti, mchanganue eh? Hii ni karata ya kuzidisha utajiri kwa familia moja, mtathmini kwa mapenzi ya Mungu. Sisi pia tukasimama na yeye, muulize maswali. Asanteni mpaka bridge ifungwe sala. Katika kipindi Political arena ndio barabara itoke mandera ikuje ramo, mpige msasa, wakati ni sasa. Tazama Alshifa TV inakuwezesha . Karibu tena mtazamaji, tukiangazia katika rubaa za kimataifa ni kuwa kanisa Katoliki duniani limepata kiongozi mpya kufuatia uchaguzi wa Papa uliofanyika jana mjini Vatican. Kardinali kutoka Marekani, Robert Francis Prevost ametangazwa rasmi kuwa Papa mpya wa Kanisa Katoliki na atafahamika kwa jina la Papa Leo wa kumi na nne. Uchaguzi huo umefanyika baada ya siku kadhaa za maombi na mashauriano ya kina ya conclave, kwenye mkutano wa siri wa makadinali. Moshi mweupe ulipoonekana ukifuka kutoka paa la kanisa la Mtakatifu Petro ulikuwa ni ishara ya kitamaduni inayotangaza kwamba papa mpya ameweza kuchaguliwa. Ama mamia maelfu ya waumini kutoka pande zote za dunia walikusanyika katika uwanja Mtakatifu Petro na walishangilia mara tangazo la ibas papam lilipotolewa. Katika hotuba yake ya kwanza kwa dunia, Papa Leo wa 14 aliwasihi waumini kushikamana Kudumisha imani na kuenzi maadili ya upendo pamoja na haki. Alieleza nia yake ya kulileta kanisa karibu zaidi na watu hasa wale waliotengwa au waliokabiliwa na hali ngumu za maisha. Ibada ya kumvika rasmi kofia ya upapa inatarajiwa kufanyika wiki ijayo ikifuatiwa na mikutano ya mwanzo kati ya papa na viongozi wa kimataifa. Bila shaka ikiwa Isabella, ni habari ambazo hatukuzitarajia maanake, uh, kuna wakati nawaangalia wadadisi wa kanisa Katoliki wakitaja kuna kipindi fulani mm -hmm. Papa alikosekana kwa kipindi cha miaka kumi na tatu. Sasa imekuwa tu ni juzi wameenda katika hiyo conclave ambayo imesemekana Aha. na hatukutarajia kwamba tunaweza kupapa, uh, ama kupata papa haraka upesi na kukawa na mjadala mkubwa kwamba huenda papa katoka katika bara Afrika lakini ametoka katika bara ya Amerika ambaye ni wa pili, na kuna gumzo katika mitandao kijamii ya kijamii hivi sasa ya kwa nini Kardinali Njue akuwepo conclave. mm -hmm. Kwa hivyo ni mambo hayo, lakini ana mafungamano maziba na ibada, na bila shaka itikadi tamaduni za dini ya Katoliki. Ndiyo. Lakini nataka kuamini ya kwamba wamefurahi wa Katoliki ulimwengu mzima kabisa. Tunaelekea katika michezo hivi punde. na katika habari za michezo ni kuwa mechi ya mashemeji dabi kati ya Gor Mahia na AFC Leopards iliyokuwa ipigwe Jumapili hii imeahirishwa tena kutokana na changamoto za ukosefu wa uwanja unaofaa na masuala ya usalama. Ni katibu mkuu wa Gor Mahia ni Karum, amethibitisha kuwa klabu hiyo imekataa pendekezo la shirikisho la soka nchini FKF la kuhamishia mechi hiyo kwenye uwanja wa michezo wa ulinzi, Ulinzi Sports Complex, ikitaja sababu za usalama na uwezo mdogo wa uwanja huo wa kuweza kuhudumia mashabiki wengi. Awali, mechi hiyo ilikuwa ipigwe kwenye uwanja wa kimataifa wa Moi Kasarani, lakini shirikisho la soka barani Afrika CAF kaf, lipiga marufuku matumizi ya uwanja huo kutokana na ukarabati unaoendelea na maandalizi ya mashindano ya mataifa ya Afrika CHAN na kombe la mataifa ya Afrika Afcon. Gor Mahia pia imeeleza wasiwasi wake kuhusu usalama wa mashabiki, na ikumbukwe kulikuwa na vurugu ambazo zilitokea katika mechi yao dhidi ya Shabana kwenye uwanja wa Gusii ambapo mashabiki kadhaa walijeruhiwa. Kwa sasa tarehe mpya ya kuchezwa kwa mechi hiyo bado haijatangazwa, huku mashabiki wa pande zote mbili wakiendelea kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa waandaaji wa ligi itacheza na Spurs katika fainali ya Europa huko nchini Uhispania tarehe 21 mwezi Mei mwaka huu katika uga wa San Mames. Timu hiyo ilijikatia tiketi ya kufuzu fainali baada ya kuifunga Athletic Bilbao magoli manne kwa moja. Magoli yake Mason Mount, Carlos Casemiro, Rasmus Hojland waliwezesha timu hiyo kupata matumaini ya kuweza kunyakua taji hilo licha ya matokeo mabovu katika ligi ya EPL. The Red Devils imefuzu kwa jumla ya magoli saba kwa moja katika mikondo yote miwili. Klabu ya Spurs iliifunga Bodo ya Norway mabao mawili kwa bila ikiwa ni jumla ya magoli matano kwa moja katika mikondo yote miwili, hivyo basi kuwapatia nafasi ya kipekee vijanao wa London kunyakua taji lao la kwanza hapa ikiwa ni katika michuano hiyo ya bara Europa kwingineko timu ya Chelsea ilipata ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya Ugarden, huku Real Betis ikitoka sare ya magoli mawili kwa mawili na Fiorentina ya Italia na kufuzu fainali ya michuano ya Europa Conference League baada ya mkondo wa kwanza kupata ushindi wa magoli mawili kwa moja. Ni fainali ya michuano hiyo itachezwa tarehe ishirini na nane mwezi huu wa Mei bila shaka uh, tukihitimisha habari zetu Isabella, nataka kuamini ya kwamba wewe si shabiki wa kandanda, maanake nilikupata wakati mmoja ukicheza, unaitwa ni mpira wa magongo hoki hoki, eh, ama ama, wewe ni shabiki wa timu gani? maanake kuna UEFA mm -hmm. Kwajua jana Maniu, tukiwa katika chumba cha habari eh, kuna jamaa tu wanajishasha mm -hmm. wakisema Maniu tumepiga mtu sijui kama ni mambo nazungumza wayaelewa na ama, ama, ama, ama, kwa faida ya mtazamaji, kama hujui, mwanzia mimi ni shabiki wa Manchester United, mashaallah the red devils. Sasa hapa ofisini, mkurugenzi wetu mkuu, bosi wetu mm -hmm. waitwa Mwalimu Mwaguzo ndio, baada ya kutitigwa Aha. na kutolewa katika mapambano Ndiyo. ya UEFA juzi, nilimshangaa bosi wangu mm -hmm. makusudi tu akaivaa basi ile jezi ya Arsenal tena, imeandikwa hapa nyuma Ozil, eh, nikamwangalia bosi, sikutaka maneno naye maanake mm -hmm. ilikuwa ndio midamida ya kupewa mshahara. Nikasema nikisema e, labda e, itakuwa ni e, kamshahara labda katabanwa kata tena, hata kata mshahara lakini katakokotezwa mpaka labda wiki nyingine ndio, so mimi nikafyata mdomo wangu Aha na kani drop akanambia, mwanzia leo nitaka kukudrop nyumbani Aha. Sasa ikawa ni makusudi tu ni mzungumzie mle ndani garini, lakini nikakata nikafyata mdomo Aha. Lakini nimeizungumza hewani, lakini ashanipatia mshahara hiyo, mm. ni vizuri safi. Sasa tuandaze tu ama kuna la ziada? Hakuna la ziada, tufanya hivi ndiyo tumekamilisha habari zetu Isabela, lakini wajua kuna jambo moja mtazamaji. mm -hmm. Wanasema wenyewe ukiona vyaelea ujue vimeundwa. bila shaka sasa nyuma ya hili bomba ndio mm -hmm. Fundi wa mitambo ni Kennedy Baraka, kijana mmoja mtulivu, ana maneno mengine, huwa tuna mwita pasta umu ndani mm -hmm. Unaona hii mifumo ya kutirika ni YouTube ni huko Facebook Hw, kuna jamaa moja anaitwa Reading Benedict, Benedict. Majina ya Kiingereza na ndio maana akawa ni jamaa letu la IT humo ndani. kuna Salim Zikondo. Zikondo. Jina kubwa nilikuwa nataka uniseme wewe. Sasa huo ndio kijana ambaye bila bila shaka ukiona picha hizo zimetiririka video. Aha. na kamera leo uh, Bragen Maina bila shaka akishirikiana na Baraka vilevile wamehakisha kwamba habari hizi zimekujia ikiwa ni taswira ya yeah, wiki wiki hii. Mimi nafahamika kama Jonathan Mwanzia. Hadi wiki ijayo, sina la ziada na kutakia wakati mwema. Salamu aleikum ma asalam. Na mimi nafahamika kama Diana Faith Sabela na kutakia mtazamaji weekend njema.